Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata madereva wanne kwa kuendesha vyombo vya moto wakiwa chini ya ushawishi wa ulevi katika kipindi cha sikukuu ya Krismasi. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Alex Mkama, ukamataji huo ulifanyika tarehe 25 Disemba katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Morogoro na wilaya ya Kilombero. Taarifa hiyo imeeleza kwa madereva waliokamatwa ni Alexander Mapunda, mkazi wa Forest, aliyekuwa akiendesha gari aina ya Nissan, Teodori Joni, mkazi wa Mafinga, aliyekuwa akiendesha gari aina ya Toyota Premio, lakini Bikai Semion, mkazi wa Ifaraga, aliyekamatwa akiendesha Toyota Hiace, pamoja na Johanna Nkoa, mkazi wa Modeka, aliyekutwa akiendesha pikipiki. Imeelezwa kuwa katika operesheni nyingine polisi walimkamata Huseni Rashidi, mkulima na mkazi wa Ifakara, akiwa na silaha ya kienyeji aina ya gobole pamoja na risasi saba na vipande ishirini vya nyama ya pori ya mnyama aina ya toe. Tukio hilo lilitokea katika kata ya Katindiuka, wilaya ya Kilombero. Kamanda Mkama ameongeza kuwa silaha nyingine ya kienyeji aina ya gobole Ilitelekezwa na uhalifu waliokuwa wakifuatiliwa na polisi katika eneo la Chamwino manispaa ya Morogoro.